W huyo ni ndugu yangu na ile mwaka aliyotoka hapa tena nimesha sahau, kwa sababu ni samani sana. Alitoka tu hapa akienda Uganda e, wakati alipotoka hapa alikuwa na watoto wane, wasichana wawili na wa, wa, wa, vijana viwili wafulana, wamekufa wote, na wasichana ndio wako sasa wakati huu mfulano mmoja yuko ile ya nyuma kabisa, lakini sasa huko nyuma akasaa watoto wawili, msichana mmoja na mfulana mmoja hata kule Uganda alikuwa ameishi huko na huyo na bibi. Hakuja hata matanga ya mama yangu, yeye hakuja hata matanga ya watoto yake, hakuja hata yeye. Wakati wa alipofika hapa hakujua ati hapa ndio kwao. Aa ha, hata jana alikuwa ameniuliza ati hapa ni wapi. Nikamwambia hapa ni Khaimba. Sisi tulikuwa tumesema hata akiwa amekufa alisikwa kule, sisi hatujali sasa, kwa sababu hakuna cha kufanya. Ni wakati nilipoona kama ameingia nilifurahia. Alitoka hapa kama sisi tungali vijana, atungeweza kukundua anatoka mwaka gani, lakini alitoka kama tungali vijana, akaenda Uganda na akienda Uganda hakuenda kama mtu ambaye hajui lenye anaenda kufanya. Huyo alikuwa masonari mkubwa. Hata wakati alifika Uganda akaanza kuwa masonari, akafanywa injinia mkubwa wa kujenga. Sasa alikuwa anasaidia huko upande wa ujenzi, alikuwa mjengaji mkubwa sana. Na wakati alipokuwa huko kwanza, wakati alienda, aliwacha bibi nyuma Alafu ndipo bibi akamfuata, wakaenda akaenda huko. Wakati alikuwa Uganda, alisaa huko watoto wawili kuongezwa kwa wale ambao alikuwa amesaa kama ngali huko, watoto hao walisaa wawili, msichana ama fulana fulana, ako saa hii. Na wale wote ambao alisaa huko wa fulana walikufa wote, walikuwa wawili, walikufa sasa wakabaki wasichana. Na wakati alienda huko alikaa akakaa, nikaenda huko mwaka 76 sabini sita nikaenda huko tukakutana naye, tumempokea kama ndugu yetu ambaye alikuwa amepotea, tumempokea kwa furaha. Tangu nikuje kupata huyu shameki alikuwa iko Uganda, nisikianga tu alipotelea huko. Sasa ndio anaruti akamuona. Nilikuwa nyumbani kwangu, nilikuwa nagongoa maharagwe na mke mwenza mwenzangu mwingine wa boma wainja, akapika sehemu, atakuwa kuna wageni wamepotea na wanakuja Tukamuuliza wageni gani? Ati hii ngojeni tu mtawaona. Kweli masaa hiyo tu tukasikia pikipiki guruma, pikipiki mbili zinaingia kwa geti, nikaona imebeba mzigo briefcase na Nigeria bag na bag nyingine mrefu hivi, ilikuwa imeekea malazi. Nilivyenye nilimwangalia mimi kuchunguza yangu mimi, niliona mpaka ni mtoto wa mzali kificha tu juu hata kaya ni Msamaria penye alifanya ilikuwa pakubwa. Juu alisema alikutana na mzee miaka nne kama amekaa na mzee. Sasa venye alifika alikuwa nasema nikayateka wake, kajiuliza kayateka nani anamlipa mshahara. Mimi nimezaliwa nimekuwa mpaka wakati nimefikisha umri huu mimi sijaai kumwona, ila nilikuwa na msia tu hasa wakati ambapo yeye alifanikiwa kurudi hapa kwetu, sisi tulimpokea na tukapiga shangwe na mbwembwe mbwe kwa kumshangilia kurudi. Ila hata wakati nilipopata ripoti kwamba yeye ameingia, ni mtu ambaye mimi si kuwahi kumwona si kuwahi kumfahamu, nilitoroka mpaka yani nilikimbia kwenye nilikuwa nikaja kumwona, nikamkuta alikuwa kwa nyumba ya ndugu yake wa kando, na mimi nampongeza sana yule ambaye alimleta yule mama ambaye wanashinikiza kwamba alimleta, mimi nampongeza sana lakini ningelipenda kusema hivi, kama yeye ni mtoto wake asigawie kukaa huko, ajilete tumtambue ni mtoto wake. Sisi tupo tayari kumpokea na tupo tayari kumkaribisha.

Nkunipa kazi ya kuchenga hii, naona nimefanya kwa speed mingi sana tena kazi mzuri, sio mbaya. wakanipenda sana. Kutoka Kampala niingilie kule Busoga, kutoka Busoga nikaingia Kampala, basi nikakaa Kampala, kurudi sina makosa yote ch huko Kampala, nitumaini watu wangu wa nyumbani, nyumbani yangu ya wana watu wangu wanafikiria labda nimeshaaga dunia, lakini kumbe bado niko mzima. Ndio kurudi nyumbani, wanafikiria labda nimesha kufa, kumbe niko mzima. Waliniona wakafurahi sana, sema tulikuwa tunafikiria umesha kufa, sema bwana Mungu bado ananilinda. Kuacha kitu siyo shida, wamekuja nimekuja kuona nyumbani iko namna gani

nobuyanzi nomba nishina eshili eh, mwakili mumba mubwongo bwe shinyanga khumukalusia bukanda ombali mulala aborere namasikamo akabakhaye nomba nishi okurula mushitonya sheshisasari mushitonya shibunga shi, sha mumiasi yebukwe ekhaimba mukaunti muno makamega neripotanga shingangaria sha luhya tv lira nanje ni james eshitemi